Simba. Simba. Simba. Unajisikiaje kupoteza ubingwa sasa? Kwa kitendo kushindwa kwa Simba, siwalaumu sana, siwalaumu sana, kwa sababu hayo ni matokeo ya mpira. Kwa mpira una matokeo mawili, kushinda na kushindwa. Kwa hivyo leo wao kama wameshindwa, watajipanga, waangalie wamekosea vipi, wataanza jambo lingine tena. Shida, shida unajua unaweza ukawa na kikosi sio imara sana lakini kikafika mbali kikosi cha Simba siyo imara kivile. Sio imara eh, sio imara kivile. Wapi wana changamoto beki, yeah. alafu Simba wana, wana kipindi kimoja wakifunga goli kipindi cha kwanza, kipindi cha pili hawana uwezo wa kurudisha goli jumla. Wewe umejisikiaje? Mimi sijajisikia fresh, kwa sababu mi mshabiki mkongwe, nilipenda wale washinde. Inawezekana ingekuwa changamoto ya sisi Yanga mwakani kucheza fainali ya kila bingwa kuna namna wanaweza kawa wametia chachu kwenye Yanga kuendelea kufanya vizuri. Wa, e, wametupa chachu ingawa wale wametufuata sisi sisi. Fainali, umeona fainali yetu mtu hapa, tunapigwa mbili moja, kule tunampiga mtu chuma nyumbani kwake bila wasiwasi wasi. Sisi Yanga ni wazuri kwenye finishing, mechi za finishing kama zile, Yanga hana wasiwasi. Kwahiyo ele, ulikuwa unashabikia timu gani? Mimi leo nilikuwa naishabikia Simba. Eh? Leo nilikuwa naishabikia Simba. Lakini umesema shabiki wa Yanga? Eh, tena kilia ndakindaki. Yeah, sawa, ngoja tumsikize mwingine. Baza, umeangalia mechi bila shaka? Eh, yeah. Kwako umejisikiaje Simba amepoteza ubingwa kwa, kwa mara nyingine tena? Ah, mimi kwa leo bwana nimejisikia furaha kutokana na wale bwana wana mdomo sana wale. Walisema oh Yanga aishia kuvaa medali, sijui nini, wakaongea sana msemaji wao. Kingine mimi kilichoniumiza zaidi kuwakataza mashabiki wa Yanga kwenda kuangalia hiyo mechi, etio oh, Mtu asionekane mtu yeyote ambaye atakaye anaonekana na ujum timu si tutamfanya kitu kibaya na baadhi ya viongozi wao kabisa wakubwa. Hicho kitu kwenye mpira mimi sijai kukiona. Sijai kukiona kabisa. Kingine cha pili walitegemea kwamba mpanzo ataamua mechi. Muona bwana, lakini ameshindwa; hajaonyesha kitu. Kuna mtu mmoja anaitwa Mamadu Kamara. Huyo ndio kiboko yao nje ndani, katoboa yule pale. Hamna mtu kama Mamadu Kamara. Twende mbele na kurudi nyuma. Wana mpanzo wana kibu wana jeshi ya mtare wana wachezaji kibao, lakini bado hawana mchezaji wa kuamua mechi haya, okay. Uh, tuwasikie watu wengine. Brother, umeangalia mechi bila shaka? Yeah, eh, eh, Simba wamepoteza mechi kwako, unazungumziaje? Eh, Simba wamepoteza mechi ila wamebebwa pia wa Berkane kwa sababu tumeona fauli nyingi wamechezewa Simba, ila wamejitahidi. Lakini kwa kufika hapo, wewe ulikuwa unashabikia timu gani? Simba. Simba. Eh? Simba. Unajisikiaje kupoteza ubingwa sasa? Ah. Brother, tukusikie wewe unasemaje? Umeangalia mechi. ah, mechi nimeangalia mwanzo hadi mwisho yani mpaka sasa hivi mwanangu, yani kwa sasa najisikia vibaya sana kwa matokeo tuliyopata. Kweli tumefungwa. Lakini goli ulipata goli la pili kwa goli la halali kabisa, maajabu wenyewe wanasema ni offside. Ilikuwa ni so offside. Wewe kwa upande wako sasa, Uri, ukiangalia Simba walikuwa wanachangamoto kwenye maeneo gani? Walikuwa wana changamoto aina yote, tulikuwa tuko vizuri lakini, bada, hapibu, sema ndio hivyo mistake imetokea, tumepoteza aina jinsi tayari, tushakubali issue ishatokea. Basi ndugu yangu, baada ya fainali, unamwambiaje uongozi? Ah, mi nachomba tu uongozi ukae vizuri, ujipange tuangalie msimu mwingine unaofuata, maisha endelee. Ndugu yangu na kikosi kwa ujumla unakizungumziaje sasa? Ah, siwezi kuzungumzia kwa sasa kikosi cha Simba, kwa sababu kikosi cha Simba bado tuko vizuri na bado tuko imara zaidi. Haya, sawa brother. Hey, kingine cha pili ambacho nilikuwa nimekisahau, huyu huyo refa alichezesha fainali ya Yanga ndo alokuja kuchezesha fainali ya leo. Leo hii anaonekana mbaya. Siku ile anakata goli la Aziziki, wanashangilia wanasema yes Refa ndio huyu. Hakuna kina Kayoko, hakuna kina nani. Leo hii Refa anakuja kuonekana mbaya leo. Ile ro robo final na Mamelodi. Eh, ile na Mamelodi. Aziziki anatia kamba. Kocha Refa analikataa lile goli. Leo hii amekuja kwa mbaya. Ah <laughs> sawa sawa. Brother, hapo umeangalia mechi bila shaka. Wewe unazungumziaje mchezo wa leo? Ah, mchezo wa leo ni mzuri. Simba pia wameonyesha nidhamu kubwa kwenye mchezo. Lakini Simba ya siku zote ndo ile ile tunayoona inatengeneza nafasi nyingi inashindwa kuzitumia. Kama tumeona Shomari Kapombe, nafasi ya wazi. Mi ni mshabiki wa Yanga blo, lakini ile ni nafasi ya wazi kabisa. Mtu nakutia kamba na kuangalia matokeo yanavyoelekea, lakini Simba tunayozungumzia ndo ile, ile, ya kutengeneza nafasi nyingi na kutu, za kutumia ni chache. Mi yangu ndo hayo tu, lakini tumeshuhudia mchezo mzuri. Hiyo ni mistake, imetokea walishindwa kwenda, walivyoenda kule walishindwa kuzuia vizuri, wakaruhusu magoli mengi, ndio hicho kilichotokea napo hapa. Goli la ugenini nalo pia limesaidia lilivyotupiwa. Jitetea wewe, ukiangalia simba walikuwa na changamoto kwenye eneo gani? Simba, Simba cha kwanza kwanza, kidogo wameonyesha mchezo mzuri kwa leo, ile namba sita, namba sita yao ile Kamala kidogo waliimiliki ilisumbua kule, lakini waliimiliki hapa kwa kuingiza viungo hao wawili, lakini ilivyo, ilivyotokea mistake ya kadi nyekundu pia wakapata kuumiliki mchezo, ndio hicho tu. Okay, kwa ujumla sasa, e, wewe unajisikiaje baada ya Simba kukosa ubingwa? Umesema wewe ni, ni shabiki wa Yanga. Mimi ni shabiki wa Yanga, nasema najisikia vizuri pia, najisikia vibaya pia kwa matokeo haya. Kivipi? Matokeo haya haya kivipi? Najisikia vibaya kwa sababu hii ni kombe ambalo tulitaka libaki chini, ushaona, kwa timu ambayo tunaiamini kwa kiasi fulani, tunatoa tunaweka uzalendo, maana tumehamasishwa tuweke nini, uzalendo, ndio uzalendo tulioleta, tumeleta ushabiki, tumeshangilia kama inavyotakiwa, lakini imefikia hatua kama hiyo. Kwa kweli najisikia vibaya kwa kulikosa kombe, pia najisikia vizuri kwa mpinzani wangu kufungwa. Kipi? ni kipi, sasa? Mimi changu ni hicho, tunajisikia vibaya kwa kukosa kombe, najisikia vizuri pia kwa kufungwa.